Waumini wa dini ya Kiislamu mkoani Singida wametakiwa kuendeleza juhudi za kulinda amani ya nchi, hasa katika kipindi hiki ambapo Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu. Wito huo umetolewa na shehe wa mkoa wa Singida Isa Nasro alipokuwa akizungumza kwa njia ya simu kutoka Maka, Saudi Arabia ambako anashiriki ibada ya hija. Sitiza amani, waislamu kudumu katika amani Katu tusiwaunge mkono wale ambao wanaotaka kuchafua hali ya hewa na kuvuruga hali ya amani katika nchi yetu. Tudumisha amani, tuipiganie amani na tuiombee nchi yetu katika uchaguzi. Nchi iendelee kuwa na salama na amani, ili mikusanyiko yetu hiyo iweze kutulia na kuweza kuwa katika hali ya utulivu na amani. Haya ndio ambayo Sheikh Nasr alitoa ujumbe huo kwa waumini waliokusanyika katika uwanja wa Bombadi ya mjini Singida kwa ajili ya sala ya Idi el-Adha. Kwa upande wake, Sheikh wa wilaya ya Singida Isa Simba aliwahimiza waumini kuendeleza mshikamano na umoja kama njia ya kuleta maendeleo ya jamii na kiuchumi. Waislamu washikamane kupitia dini hii wawe wamoja na ndio maana tumeamua tumekubaliana, waislamu wa Singida, lakini sio Singida mjini tu, wilaya zote tujitahidi kukaa kwenye viwanja vya pamoja, ili kurudisha umoja ambao uliojengwa na wazee wetu waliyepita. Msoleni Mtume Muhammad. Japokuwa tutakuwa tutapata shida lakini kwa sababu ni amri ya Mungu na sisi tumeamua. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, tufanikishe umoja wetu. Umoja ni nguvu, umoja ambao utatuletea maendeleo Singida. Tunajua watu wamepata machungu, wamejiuliza, lakini waislamu tuangalie amri za Mungu, tuangalie maslahi ya dini tuangalie maslahi ya Uislamu, hapo ndio patakuwa tumepatia na Mungu atatusaidia umoja wetu, insha Allah. Niwaombe sana, tumeomba waislamu tudubisha amani. Tumeambiwa Waislamu, mwaka huu Tanzania ina uchaguzi. Naomba niwaambieni, nchi hii ni ya kwetu na Mungu ndio aliyetaka si tuwe Tanzania na haki ya kupata maendeleo chochote, ni haki yetu. Ni waombe Waislamu tujitokeze tukapige kura kwa ajili ya kuchagua viongozi wetu walio wazuri. Naye mkuu wa wilaya ya Iramba Suleimani Mwenda ambaye alimwakilisha mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego katika hafla hiyo, alisisitiza kuwa jukumu la kulinda amani ni la kila Mtanzania. Niwafikishieni pia salamu za serikali ambazo nazo pia nimeagizwa na mkuu wetu wa mkoa. Serikali katika muundo wake na katika wajibu wake wa msingi, wajibu wa kwanza wa serikali ni kuhakikisha usalama, amani na utulivu wa raia wote wa nchi hii. Huu ni wajibu wa serikali ambao kila kiongozi wa serikali aliyeapa kuilinda katiba ya nchi hii basi ameapa katika kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi hii. Huu ni wajibu wa kila kiongozi wa serikali. Na katika kufikisha salamu za serikali kwenu nyie katika siku hii ya leo, nataka niwahakikishie kuwa serikali imejipanga kutimiza wajibu huu ambao nyie wananchi mmetukabidhi sisi viongozi, wajibu wa kuhakikisha kwamba tunailinda nchi hii na sisi tumejipanga kuilinda nchi hii. Maadhimisho ya Idi mwaka huu yamehudhuriwa na mamia ya wa waumini waliokusanyika kwa ibada, dua na mawaidha ya kuhimiza mshikamano na amani katika jamii.